Na alipenda familia yake na aliwapenda nyote wawili na watoto wenu, na kila siku alikuwa nasema wacha nitumie pesa kidogo huyu, wacha nitumie huyu mwingine pesa kidogo. Aliwapenda sana, aliniambia siku moja Muthoni,

Were alikupenda sana sana, kutoka kwa roho yake. Alipenda ODM lakini wewe alikupenda personally and deeply. Na mimi najua umepoteza rafiki, na kama vile mheshimiwa Nzengu amesema, mimi Were alikuwa amenionyesha, baba, ako na vijana wawili ambao ni karibu rika yangu. Baba, unaona mkono yangu, sijaweka pete Ba, ba, baba ukituma kijana ya Were bunge, utume kijana ya Honorable Ong'ondo Were bunge, mimi mwenyewe Muthoni nitaonyesha yeye. Asanteni sana, watu wa Homa Bay Kasipur, Mungu awabariki, na Mungu ailaze mahali pema peponi roho yake. Baba tafadhali unipange. Asanteni.